Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimezuiwa kwa siku kumi na nne kufanya shughuli zozote za kichama na Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Zuio hilo limetokana na kesi nambari 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CHADEMA Zanzibar, Said Issa, na wawili, na wenzake wawili ambayo imetolewa uamuzi leo na Jaji Hamidu Mwanga. Uamuzi huo umetolewa huku CHADEMA ikikosa mwakilishi wa kisheria baada ya wakili wake Jebrah Kambole aliyekuwa akisimamia kesi hiyo kujitoa kabla ya kutolewa kwa uamuzi akidai kutokusikilizwa kwa hoja zao. Hatua ya CHADEMA kuzuiwa kufanya shughuli hizo inatokana na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na jopo la mawakili wa walalamikaji ya kwamba liwekwe zuio hilo hadi kesi ya msingi itakapoanza kusikilizwa Juni 24. Mbali na Muhamed, wengine ni makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Ahmed Rashid Hamis.